Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo, leo tunaendelea na tafakari yetu kutoka injili ya Yohane sura ya sita mstari wa 44 hadi wa hamsini na moja. Katika injili ya leo tunafundishwa pale Yesu anapoendelea kusisitiza kwamba yeyote aaminie kuwa Yesu ni mkate wa uzima ana uzima wa milele. Kumbe tunaendelea na hotuba ya Bwana wetu Yesu Kristo kuhusu Ekaristi takatifu. Tunajua kwamba Ekaristi takatifu ni uwepo kamili na uwepo halisi wa Bwana wetu Yesu Kristo miongoni mwa waamini au miongoni mwa watu wake. Kumbe basi tunapoendelea kusoma injili hii na kuitafakari. Ni kuombe mpenzi msikilizaji na mtazamaji uzidi kutambua nafasi ya Ekaristi takatifu katika maisha yetu kama Wakristo, kama waamini, kama washirika wa meza ya Bwana ambayo inaadhimishwa kila tunaposhiriki katika adhimisho la ibada ya Misa takatifu, pale mkate unapogeuzwa kuwa mwili na pale kikombe cha divai kinapobadilishwa kuwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunaelewa kwamba Yesu anasisitiza kuhusu mafundisho ya Ekaristi takatifu ambayo ni mwili wake na damu yake, ili Wayahudi wapate kuelewa na kutambua kwamba yeye ni nani. Yeye ni mwana wa Mungu aliye hai, ambaye alikubali wito wa kuja duniani na kuishi kama wanadamu walivyoishi wali, isipokuwa hakutenda dhambi. Basi ni endelee kukuomba na kukusihi, ndugu msikilizaji, pamoja na kwamba wazee wa Wayahudi walikula chakula kile walichokula, lakini mwisho wa siku waliona njaa na wakalalamika sana kwa Mungu pale walipokosa chakula, lakini Kristo katika Injili anaendelea kusisitiza na anaendelea kutuasa mimi na wewe, daima tuipende chakula hiki, kwa maana ya kwamba tupende mwili wake na tupende damu yake, na tupokee na tukunywe, tunywe kikombe cha damu yake ambayo inatupa sisi uzima wa milele. Hapo tutakuwa tumemwelewa Yesu katika hotuba yake ambayo anatuasa leo, kwamba yeyote aaminie kuwa Yesu ni mkate wa uzima, ana uzima wa milele. Basi mimi na wewe tusio na mioyo migumu, bali tuwe tayari kuelewa na tuwe tayari kupokea mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo inatupa sisi uzima wa milele, maana tunalishwa amana ya mbinguni angali tuko hapa duniani. Ni kuombe ni kusihi tuzidi kuwa marafiki wa Yesu wa Ekaristi. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tafakari hii imeletwa kwako nami Padre Pascal Dionisi, wakili paroko parokia ya Mwenyeheri Maria Teresa Ledokoska, K. Ndege, mwanashirika wa shirika la Yesu, yaani Jesuit Fathers.